Nam, kwingineko, kero ya funza inazidi kuwa changamoto miongoni mwa wakazi wa kijiji cha Bulemia, eneo bunge la Butula Mashariki, katika kaunti ya Busia, huku wazee na watoto chini ya umri wa miaka kumi na mitatu wakiathirika zaidi. Umaskini pamoja na mazingira chafu ni baadhi ya masuala ambayo yametajwa kuchangia pakubwa hali hiyo, kwani wakazi wengi hawana uwezo wa hata kuvaa viatu wala kuishi katika nyumba nzuri. Jane Cherotich ana maelezo zaidi. Ni jambo la kutamausha kuona uvamizi wa funza unaendelea kushuhudiwa katika vijiji vingi eneo la Busia. Kijiji cha Bulemia mashariki kilichoko katika eneo bunge la Butula ni mojawapo ya vijiji vilivyoathirika. Wakazi na hata watoto wa umri wa miaka miwili wanakabiliwa na changamoto ya funza hii leo. Msemo wa mgeni njoo mwenyeji apone umepata maana, wakazi wakifika kwa wingi katika afisi ya chifu wa Bulemia ili kupata matibabu ya bure, usaidizi ukitolewa na wakfu wa Odilo. Baadhi ya wazee walioathirika pakubwa wanasaidiwa kutoka nyumbani ili wapate matibabu. <coughs> Kulingana na maafisa wa afya wa kujitolea nyanjani, familia kadhaa katika kijiji hiki zinakabiliwa na tatizo la funza, hali ambayo inatishia afya yao. Wanapata familia zingine ziko zenye madudu kwa miguu zimeenea sana. Sasa kama kwa siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya kushughulikia maneno ya jigas. Kulingana na kijiji cha Bulemia East tuko na watoto na familia zingine zenye ziko na jiga sana. Mimi haswa saa hii niko hapa na wajukuu wangu wanahudumiwa. Hao wajukuu wangu wameathiriwa sana funza. Zinaambukizana hata kwa wakienda, wanaambukiza wenzao, hasa hata wanatengwa na wenzao, huwezi kongamana na wenzao. Sasa mimi nimeshukuru sana sana sana na hata naimiza na huyu Mr. Dilo kama kunaweza kuwa na mfadhili mwingine pia wa kumsapoti atusaidie kwa hizi familia zetu. Waadhiriwa wafunza wakiwemo wazee, kina mama na watoto walipata fursa ya kusafishwa miguu yao na kupata matibabu bila malipo. Nimeshukuru kwa watoto ambao mnajitoa kutuletea matibabu ya hii kututibu hii madudu hii madudu kushasumbua sisi na, na, siku nyingine mnaweza kurudi, kwa maana ile hii ndiye inatibiwa na ile inabaki kwa nyumba tena itakenda tena itanidunga. Wakilishi wa wakfu wa Udilo wamesema lengo lao kuu ni kusaidia jamii pamoja na kupigia debe shughuli za kutunza mazingira na usafi. Ukiangalia mali kama huku, kuna area MCA kuna MP wanatoka huku, lakini hata hawajui kama kuna funza huku. Tunataka kufanya medical camp across Busia County ya enye italeta watu wote pamoja, si jiga tu peke yake. Tangia tuanze hili shirika tumefikia watu zaidi ya mia moja kuwafunza. Ni unajua kujitolea, na mkono ambao hauna kitu hauwezi endelea kufanya mazoezi yoyote. Kwa hivyo wakati hii grupu ilianza, tuliona kwamba watu wengi wanateseka katika jamii, na kuwafikia lazima sisi wenyewe tuende. Naambia wale ambao wameadhirika na funza kwamba usafi ndio kitu ya muhimu asa pia wale watoto wadogo kwenda shule inakuwa shida, kupata usingizi ni balaa, so imebidi at least tukuje angalau tuwasaidie kidogo. Ile age group sana yenye imeathirika ni kutoka kwa umri ya miaka mbili mpaka miaka kumi na tatu. Zaidi ya waathiriwa mia moja wafunza wamepokea matibabu katika kaunti ya Busia kufikia sasa, huku kampeni hiyo ikitarajiwa kuendelezwa katika maeneo mengine ya kaunti ya Busia yakiwemo Teso Kaskazini na Budalangi. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.